Kwanza hilo ndio jambo kubwa ambalo lilisababisha sisi tukaongeza wachezaji wa kigeni kwa sababu sisi timu zetu zinashindana na timu ambazo zina wachezaji wa kigeni kwa hiyo, wao ombi lao lilikuwa kwamba wao wanashindwa kushindana na Mamelodi Alahali Piramidi hizo adi Raja nakuja mpaka sasa hivi kuna barikani. Lakini sasa baada ya mabadiliko hayo, timu zimefanya vizuri zaidi, lakini pia imetusaidia pia na performance, sio hiyo tu, mpaka ya timu ya taifa, kwa sababu wachezaji wetu wakicheza ligi yetu ambayo wa ina wachezaji wa kigeni, baadhi ya timu zina wachezaji wa kigeni wengi, kama vile wanacheza mashindano ya wa kimataifa. Kwa hiyo hata ninapokuja kucheza mashindano ya timu ya taifa unakuta wengi wao wamecheza nao, lakini pia ni kwamba tayari wamepata exposure, hata ule uoga uliokuwepo zamani haupo kawalida, tika, mazoa, kwa sababu inaonekana ni jambo la kawaida tu, ikawa imeshakuwa mazoea kucheza na wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo hii imefanikiwa kwenye ligi kama ambavyo ilikuwa ni ya yetu lakini imekwenda mbali mpaka ikaleta tija kwenye timu za taifa. Lakini pia kama unavyoona pia majirani zetu sasa hivi wameanza kuongeza nao wachezaji wa kigeni, kwa sababu kwanza mpira ni biashara, lakini pia mpira duniani ume ni mwingiliano. Hawa wanaenda huku wanaenda huku, na sie pia na wachezaji wetu wanapata nafasi, na sio wachezaji tu. Mimi kilio changu ni kwamba mpaka hata na walimu pia watoke waende nje. Kwa hiyo ndio maana hata sisi kuleta walimu wa kigeni wa, wa, wa, hapa sioni kama ni shida. Jana umeona timu ya South Sudan, naam. kocha ni Mtanzania hmm? mm. ni jambo ambalo zamani ilikuwa ni jambo la ajabu, lakini sasa hivi sio jambo la ajabu. Na nia yangu mimi ni kwamba watanzania wengi waenda wakawa makocha nje. Ni kiasi cha kujiamini na kuhakikisha kwamba kwamba unafuata utaratibu na kukizi vile vigezo.